Simba fainali na hakuna hata mchezaji mmoja ambaye amekata tamaa na matokeo ya mechi ya kwanza. E, kila mchezaji ana shauku kubwa fainali hii. Hapa tunaipataje hii fainali? Kwa wao kufanya juhudi na maarifa. Kwa hiyo hiyo inaongezea confidence inaongezea morali na nguvu ya kwenda kupambana siku ya Jumapili. Twende tukatimize malengo ya kucheza fainali. Zile fitna za hadharani za, za, za, za, za simba tujakutana nazo, na kama ambavyo nafahamu e, wenyeji ambao tunacheza nao kwa maana ya mpinzani wetu Stellenbosch, hata hapa e, Durban na yeye sio mwenyeji kabisa. Huwezi kujua mpinzani wako anakuja na fataki gani, anaweza asije na fataki la kuonekana Yani, anaweza sije akakupa sumu, anaweza akakuletea asali, kumbe ndani yake ina... Kwa hiyo tuko makini mno kuhakikisha kwamba hakuna mtu yote ambaye anavuruga utulivu wa kambi yetu, hakuna mtu yote ambaye anavuruga wachezaji wetu kiakili. Tunataka wachezaji wetu wawe wametulia, yani kama wapo kwenye mtubet.